Moja ni hili ambalo tumelishuhudia katika ukurasa rasmi wa Hussein uh, uh, Massanza ambaye ni afisa habari uh, wa Singida Black Stars. Ameposti hii picha uh, katika geti lile la Tanzanite kwa raha ambako hivi vibegi vilikuwa hapa <laughs> kimoja ni kibegi, kimoja ni cup hapa, Ubaya Ubwela, ma kibegi cha makombe. Uh, sasa yeye ameandika, naambia, nimeambiwa mpaka muda huu bado vipo hapo <laughs> Uh, hapo hapo kila mtu anaogopa kuvigusa sasa. Sasa vilisahaulika ni baada sijui ya... geti na wewe ni mwenyeji kule <laughs> <laughs> barabarani, barabarani, barabara kubwa, barabarani. <laughs> sasa <laughs> kwa mujibu wa Massanza anasema uh, hivi vitu bado havijaondoka eneo hilo na hakuna mtu ambaye amepata ujasiri wa kuweza kuviondoa hapo <laughs> lakini ni mambo hayo <laughs> ya mitandaoni. Uh, hakuna haja ya wewe kukaza ubongo kwa kiasi kikubwa <laughs> bila shaka inawezekana vimekwisha kuh kukaza ubongo. Tumepita katika ukurasa wa Simba Sports, wenyewe wanasema simu ya Juni kumi na tano bado haijapokelewa, tunaendelea kusubiri. Wanapiga simu tu bado hey, wanapiga simu na ni kuambia tu uh, ukipita katika ukurasa wa Simba uh, kiukweli uh, kuelekea ile dabi ya Kariakoo, simu, wanapiga simu wapokee ndani, kwa sababu kule pia muda pia anapiga simu mm. Sasa wao wanaipiga timu mm. Kwa maana yake hapo anapiga uwa. Inacheza wapi? Dabi. Eh. Dabi itacheza wapi she? Kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi ni Benjamin, Benjamin Mkapa. Kwa mujibu ile ya ratiba iliyotoka. Benjamin Mkapa. Eh, Benjamin Mkapa. Kwa mujibu ile eh, ratiba iliyotoka hapo. Eh. Mm. Eh. Sababu mashemeji dabi ndio kupigwa huko Homa Bay. Homa Bay. Uwanja ule wa Raila Odinga. Eh, Raila Odinga Stadium. Hata eh, hii mambo mengi sana eh, lakini simu hazipokelewi. Hiyo ndo, wanapigia nani? Anapigia wanaotakiwa kucheza nao, ndio anapokea nani? Yani anapigia nani? Hebu swali, hebu weka vizuri Rashidi, hiyo simu ya awa anampigia nani? wanapigia wapinzani wa... angalia hapo anampigia Jobu anampigia Vudasi anampigia Helsi anayefuatana yeah. naye katika resi eh? Eh, na eh, eh, ya ufungaji Mzize na nani 13 na ma... kumin... kwa hiyo anawapigia kina Mzize kwamba tuendelee, tushindane kwenye tukutane tarehe kumi kwa na tano anampigia <laughs> tumekubaliana yes. <laughs> <laughs> <laughs> kubaliana awana mpigia mzize tufanye hiyo hivyo. Katika ukurasa wa Young Africans, na wenyewe hawapo kimya. Uh, jana waliweka posti uh, ikisema ya kwamba kama huna hata moja msimu huu uh, unaumia ukiwa wapi? Uh, klabu ya burudani na makombe juu, ni muungano kapo bila shaka chini, hmm. Ah, okay. ngao ya, uh, yeah. ya jamii Uh, nakumbuka walicheza kule Afrika Kusini. Toyota Cup. Eh, Toyota Cup. Hii hapa yetini. Ambayo hayo yote ni msimu msimu, tayari washakusanya kwenye kabati washakusanya kwenye kabaimbali akushiriki Simba lii na CAF. Alikuwa na majukumu ya CAF kwa hivyo huko akushiriki eh, na wakaita maneno mwenyekiti pale, akasema kama kanuni zinaruhusu tuende mm Zanzibar tukacheze na, Ea. Ea. Kidogo sasa watu wana wakawa wanajibu kwamba watu wana si, si, si, si, si timu nne alimtoa uh -huh. Azam alimtoa Costa Amani. Simba akafungwa na Yanga nusu, kwa hiyo fainali Azam na Yanga. Mm. Alafu mshindi wa tatu Simba alimfunga Costa Cost, mbao, bao la Karabaka, ah, kuniambia Simba ni kikombe hata okay. kimoja wana mpaka sasa hivi. Eh? Ligi yamalizika. <laughs> Mtembea bure lakini mm? sijaka sijaka Inter Milan nafanana Simba akapishana nao yote manne akapishana nao tu upepo kisulisuli usikao pita na Simba Sports, lakini hizo picha ay, Ally Bakari bwana, zinapendeza. Ay, zinapendeza bwana, hmm, zinapendeza, zinapendeza kwa namna eh. Hmm, sana walivyoziunganisha haya vizuri, basi sawa.